Mimi naweza kukufanya one term president, usipofanya hii usipofanya hii usipofanya hii, nahitaji bilioni kumi. We unajua bilioni kumi, bwana Waweru, bilioni kumi ndio niende niongee na watu ya Mlimani. mm -hmm, you know, nikupangie siasa sijui nifanye nini. Mi nikaona hapa, nikamwambia I will not do it uh, wacha nimalize. Uh, <laughs> so nikamwambia, hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa, hakuna problem. Kama wewe ndio kuamua nani atakuwa one term nani atakuwa sijui how many terms, nilikuwa nafikiri ni wananchi wa Kenya na Mungu. Kama ni wewe, sasa amua vile unataka. Nasikia my friends. So wabunge wakaanza vita hata wabunge marafiki wa Rigathi watakuambia, mara mbili niliita wabunge nikawaambia, sikizeni, hatukuchaguliwa kuja kupigana, tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi, wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara mbili. Mara ya tatu nilikuwa nimeenda UN nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Nikaitisha mkutano nikawaambia wabunge, kujeni tufanye mkutano. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema, wewe umetuzoea ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya pili, sasa utaamua eidha tutaendelea na tukuulizi atuulizi, kura yako, kura yako haihitajiki bunge sisi tutafanya vile tunavyojua, tutafanya hiyo ingine, wachana na sisi. they never came for the meeting. My friends, I, I tried. In fact, kama ni kuokoa nilimsaidia, nili, nili, nili, nili wakati wa bunge wa ile bunge ya, ya mbeleni wakati walimkataa, mimi ndio nilimkubali. Wakati wamejaribu kumfanya impeachment ya kwanza, mimi ndio nimezuia. Impeachment ya pili, mimi ndio nimezuia. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi, kwani wakenya walinichagua mimi niende nifanyie kazi mtu mmoja ama nifanye kazi ya wakenya wote Masuwa.